Kuhusiana na mchezo wa masumbwi eh, lakini tunaipata hii taarifa ikiwa bado ya moto kabisa. Yes, taarifa ya moto kwenye kipindi ambacho uh, watumiaji wetu wa maudhui ya vitasa wakiwa wana ile kiu ya kupata hiki ambacho mara zote tumekuwa tukiwapatia uh, kwa maana ya uh, events mbalimbali za masumbwi ambazo zipo kwenye mwamvuli wa vitasa uh, safari hii tunawaletea kitu ambacho uh, ni cha tofauti na kile ambacho mara zote amekuwa uh, zokipata kwa maana tunawaletea event ya vitasa ambayo haitafanyika hapa nchini uh, kwetu, uh, Tanzania, lakini itakuwa ni event ambayo inakwenda kufanyika kwenye moja kati ya nchi jirani, jirani zetu uh, kwa maana Kenya, uh, jijini Nairobi eh, siku ya kesho kuna tukio kubwa ambalo limebatizwa jina la Nightmare in Nairobi ha? Nightmare kabisa. simbolanga nisaidia, kwa Kiswahili, kwa tafsiri ya Kiswahili ni kama jinamizi hivi kwa tafsiri uh -huh. sio rasmi, kitu kama hicho. Kwa hiyo hiyo ndio eh, jina ambalo wamebatiza uh, wamebatiza usiku wa kesho ambao unakwenda kufanyika pale jijini Nairobi kwenye event ya masumbwi ambayo inatarajia kwenda kukusanya mabondia kutoka maeneo mbalimbali duniani e, ndani ya bara Afrika, lakini pia mataifa e, min, ba, baadhi ya mataifa kutoka nje mipaka ya, ya Afrika, Afrika, ikiwemo nchini Uingereza wanatarajia pia kuleta e, bondia e, kutoka nchini Uingereza ambaye anakuwa akicheza siku ya kesho e, Legend, Lucas Dube kutoka UK ni miongoni mwa mabondia ambao watakuwa wakicheza, lakini pia wako baadhi ya mabondia kutoka nchini Afrika ya Kusini, DRC, Uganda, Kenya wenyewe ambao wanahosti hii event, uh, pasi na kusahau Tanzania pia uh, Tanzania tunatarajia kuwa na wawakilishi sita ambao mm. watacheza usiku wa kesho. Sasa hiyo ni, ni moja kati ya sababu ambazo zimetusukuma sisi kama Azam uh, TV kuona si vibaya kama tutawaletea hiki ambacho kinafanyika Kenya, watumiaji wetu wa maudhui wapate nafasi ya kuwatazama wambundia wao ambao wamekuwa kiona kwenye events za vitasa nchini Tanzania lakini pia kuona baadhi ya majina ambayo yamekuwa yakifanya vizuri kwenye ukanda huu. Uh, miongoni mwa bondia ambao watakuwa wakicheza siku ya kesho ni bondia Fatma Zarika mm -hmm. kutoka nchini Kenya. Uh, Fatma Zarika, kwa faida ya wasikilizaji wetu, huyu ni moja kati ya mabondia bora wa muda wote nchini Kenya. Ukiorozesha, ukiweka orodha ya mabondia bora wa muda wote kwenye professional boxing ya Kenya, hauwezi kuacha kutaja jina la Fatma Zarika mm -hmm. E, na pengine kwa faida ya wasikilizaji pia Fatma Zarika huyu ni bondia wa kwanza kutoka Kenya, na bila shaka ndio bondia wa kwanza na bila shaka pekee kutoka ukanda wa Afrika Mashariki kuwahi kuwa bingwa wa dunia wa WBC kwenye kilo 55 super bantam mwaka 2016 na 2019, miaka mitatu ali defend yake ya WBC WBC. E, WBC tunafaham ni moja kati ya mikanda mikubwa ile minne kwenye ngumi za kulipa. Sasa Fatuma Zarika alikuwa bingwa wa dunia, sio bingwa wa bara au wa mabara, wa kimataifa, bingwa wa dunia kutoka kutoka nchini Kenya kwa WBC. So huyu pia ni mmoja kati ya mabondia ambao watakuepo siku ya kesho, atakuwa akicheza dhidi ya mmoja kati ya vipaji um, ambavyo tuko navyo kwenye ngumi za uh, kulipa kwa upande wa wanawake nchini Tanzania, Halima Vunjabei. mm -hmm. Oh, <laughs> mm -hmm. So kesho, yeah. kutakuwa na match ya hiyo hiyo, ni dabi hiyo ni dabi. Kwa hiyo kutakuwa na hiyo match up kati ya Fatma Zarika experience dhidi ya talent. Fatma Zarika tunafahamu ni moja kati ya bondia ambao wana experience kubwa, amekuwa kwenye ulingo wa masumbwi kwa miaka mingi sana, kuanzia kwenye amateur mpaka baadaye kwenye professional boxing. Alikuwa na umri wa miaka 40 sasa hivi dhidi ya Halima Mbaye miaka 30, ndio bado ana miaka ya kutosha kuendelea kucheza